Nam ujambo popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya. Karibu kwenye himizo letu hii leo. Nashukuru Mungu kwamba amekuwa Mungu mwema, Mungu mwaminifu, muweza wa yote. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor mado Mandala, na ikiwa ni siku njema, siku ya Friday, tarehe ikiwa ni tisa, mwezi ukiwa ndio huwa kwanza, Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tuamshukuru Bwana maana amekuwa Mungu mwema katika hali zote. Naam, karibu tupate kuenenda pale kwa pamoja. Mpendo msikilizaji, ikiwa e basi, ningependa tuendeleze pale tuliachia hapo jana, and of course jana tulijifunza mengi katika kitabu cha Waamuzi sura yake ya 11 mstari wa kwanza hadi mstari wake wa saba na ningependa basi, papo hapo tu tupate kuendeleza, mpendo msikilizaji e, tupate kuendeleza pale. Kuna kitu ambacho Bwana amekusudia e, kwa ajili yetu asubuhi ya leo e, na unajua kuna mambo mengi ambayo watu pitia, especially wakati huu mwaka umeanza kuna mambo changamoto ambazo watu wanapitiana changamoto ambazo ukiangalia iwe ni kwa taaluma iwe ni kwa masuala ya wokovu iwe ni kwa masuala ya, ya kindoa na kadhalika, kuna watu wanapitia changamoto. Lakini uzuri ni kwamba naposoma Bilia maandiko, anasema kwamba Mungu wetu ni yeye yule jana leo na hata milele, he changes not, he is the same yesterday today and forever more. So kile ambacho najua ni kwamba habadiliki. Kamwe. Kwa hivyo jana tulijifunza mengi, kwa wale ambao walikuwepo moja nasi, mpendo msikilizaji, tukapata kutambua kwamba eh, kuna wakati ambapo wahitaji kuwa na hekima fulani, you know, ujue kwamba huu ni wakati wa kuingia vitani. Huu ni wakati wa ku stand still and see the salvation of the Lord. Huu ni wakati wa kuchukua hatua ya kutoa sadaka, kupanda mbegu. Huu ni wakati wa kuchukua hatua wa kuomba, kufunga na kuomba, ama huu wakati ni wa kuingia vitani, mundu kumundu. Kwa hivyo ni vema tuweze kuj... Mungu anapokuhekimisha kujua uko sawa. Naam, niruhusu basi tuendeleze hayo tuligusia jana. Kama ulikosa jana, tafuta tu kwenye mtandao wetu wa YouTube tafuta Victor Mandala himizo, utapata pale moja kwa moja na usiachwe nyuma, tuendelee pale kwa pamoja. Niruhusu basi pate kuendeleza e, tusome tu papo hapo ambayo tusoma jana e, tunapojifunza jambo lingine hapo hapo tu katika hadithi hiyo ya Yefta naam, kitabu cha Waamuzi Waamuzi ni Judges. Waamuzi sura yake ikiwa ni ya uh, kumi na moja. Tuanzia msari wa kwanza hadi msari wa saba. Judges chapter 11 from verse 1 to verse 7. Naam, bila sema vipi basi huyo Yeftha. Naam, tusome kwa pamoja basi. huyo Yeftha Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yeftha mkewe huyo Gileadi akamzalia wana na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamkataa Yefta. Wasikia hapo, wakasema, wakamkataa nani? Yefta, na kumwambia wewe, hutaridhi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe huu mwana wa mwanamke mwingine Mstari wa tatu, ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu e, mabaradhuli walikwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Mstari wa tano, ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe na uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Mstari wa saba Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, nyinyi hamkunichukia mimi na kunifukuza kuto, nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwa nini kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Baba Mungu, twasema asante kwa neno lako, tuomba kwamba ukapate kunena nasi, tuongoze kwa yote Roho Mtakatifu shika usukani, napungua zidi kuongezeka. Bwana, nena nasi katika jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Naam, tunapozidi pale kwa pamoja kwenye andiko hili, nikawa na tafakari tu tumuona maisha, ama, maisha Yefta ambaye amefika mahala ambapo ukiangalia okay, katika mstari wa kwanza Biblia inaanza kwa kusema vipi? Inaanza kwa kusema kwamba alikuwa ni mtu shujaa, lakini ukisonga hapa mbele amekataliwa. Najiuliza, mbona hawakumkataa basi mapema? Sasa hivi ndio wameanza kukumbuka mambo ya urithi, ndio wanaanza kumkataa? mbona hawakumkataa hizo siku zingine? mbona mbona hawakumkataa akiwa mdogo basi wampeleke children's home? mbona wanamkataa sasa hivi? Na, na nikawa naangalia nasema you never know. Maybe ile akiwa mdogo maybe haikunakiliwa sijui. Maybe nasema tu maybe, lakini kila ambacho naangalia pale natilia uzito zaidi ni kule kukataliwa. Je, alikuwa amekosa chochote? Je, maana nikiangalia alikuwa anawafaa kwa njia moja au nyingine, na sana katika vita alikuwa anaongoza, alikuwa shujaa, alikuwa hodari lakini akafika mahali akakataliwa. Natambua na nikawa anatambua kitu kimoja. Naam, kabla nikujuze hicho, nikiangalia nikirelate na maisha yetu, kuna watu ambao utafika mahali unapata umekataliwa tu, yaani umekataliwa kazini, umekataliwa kwenu U, unafika mahali mamako mwenyewe alikuzaa, lakini anakataa. Kisa na maana ni kwa sababu unajua kuna watu wana sababu tofauti. Kuna mama mmoja nilikuwa natazama, alikuwa mahali ambapo alikuwa mtoto mtoto moja, anamchukia mtoto wake mmoja. Kuna mtu mmoja anamchukia si kwamba si mtoto wake. Unajua mama hawezi danganya mama usi mtoto wako unless wa, wa, wa, wa, swap kule hospitalini, lakini wa watu ambao walizalia village, kwa hivyo utaswap na nani? Kwa hivyo cha huko ya nini kwamba mtoto ni wake. Alipata mtoto na mkunga, mkunga alimsaidia kuzaa pale nyumbani, kwa hivyo hawakubadilisha. Unajua kwenye hospitali siku hizi mambo ni ajabu. Mungu atusaidie wanaenda pale, mtu anaenda ukipata mtoto wakienda, wanaenda kuosha mtoto, wanabadilisha wanapata mwingine. Kwa hivyo hii haikufanyika hivyo, ni miaka za pale nyuma, alijifungua akiwa village na wakunga. Kwa hivyo mtoto ni wake cha ukweli, lakini anachukia mtoto na, ako, na watu wengine so anapenda hao wengine, lakini huyo mmoja this firstborn son mama anamchukia, na nikawa najiuliza mbona uchukie mtoto? In fact nikifungua mimba chako Why? Kumbe mama ana hasira kwamba ilibidi aolewe na huyo mzee. Hakumpenda huyo mwanaume, hakumpenda vile, lakini kwa sababu alikuwa na mimba, nyakati hizo ilikuwa ukifika mahali kifanyika hivyo. Sometimes you are forced to get married to that person, kwa sababu unajua eh, kule nakotoka nyakati zile, eh, kule nakotoka huyo mama nyakati zile ungepata kwamba mama akiwa na mtoto alikuwa hadhi yake imerudishwa chini, kama amepata mtoto akiwa kwao kama hajaolewa. Kwa hivyo mtu mwingine kumpata kumwoa ilikuwa ni vigumu, maana ashapata mtoto na mtu mwingine. Kwa hivyo basi, ikawa kwa sababu ya beliefs hizo, ikawa mtu ukifika mahali na binti awe mjamzito kwa ajili yako e, ama kutokana e, ambaye amebeba mtoto wako, basi inafika wakati ambapo anasema mm -mm. kwa sababu ya hiyo lazima uoe. Kwa hivyo mama an, amechukia firstborn wake kwa sababu ilibidi aolewe na huyu mzee na ni kama hampendi sana, alilazimika tu kuolewa na yeye kwa sababu ana mtoto wake na huyo mtoto ndio huyo. Na katama, alitamani mtoto. Unaona wale wenyewe watu wanafika anafika wanameza dawa atoke atoki afi mnaweza dawa mtoto kanashika hiyo dawa. Mtu mmoja alisema nakameza dawa ili mimba itoke, lakini anashika hiyo dawa aitoki at, at, Aka, of course later akakubali na akaendelea aka na akapata watoto wengine. La ajabu ni anapenda hao wengine kila anachukia huyo wa kwanza. Na huyu ni mama, mama, mtoto. Unachukia mtoto wako. Kwa hivyo unapata kwamba unachukiwa tu hata na watu ambao utarajiwa kuchukie. Mwingine ulianza kwa kukataliwa hata na babako. Mama yako alipokuwa mjamzito akakataa akanyanya huyu, hapana. Unapopata unakataliwa sana. Unapopata upingamizi wa aina hii ambao umekithiri sana maishani mwako. Unapopata kwamba watu wanafika tu mahali, yaani kazini unakataliwa, ni nyumbani unakataliwa, hata kanisani unakataliwa. Ukiona upingamizi wa aina hii umezidi hivyo, jua kwamba kuna kitu kikuu ambacho Mungu ameweka ndani mwako ndi, ndiposa basi shetani anajaribu kukipinga. Yefta alikuwa anakataliwa tu ati kwa sababu asiridhi. Hata wangemwambia kae tu pale, lakini wambia, eh, wewe atakupatia kashaka kadogo. sidhani kama angekataa ama afike mahala ambapo wamwambie weka, ah, hey, pamoja nasi, yaani watafute awe a middle ground wa kukutana, lakini wakafika mahala wakata, hey, akajua hapa the way wameniongelesha hapa, ni kunoma, hapa ni kunoma. Naam, na ndiposa asubuhi ya leo nimekuja kuambia hivi, kuna mtu ambaye pale kazini umechukiwa tu, sijui mwingine anakuchukia kwa sababu ya kabila la kwako, mwingine anakuchukia kwa sababu sijui yani unakaa ni kama unasmel, yani umekataliwa tu, huelewi kwa nini unakataliwa. Ukipata unakataliwa tu pasipo hata mwenyewe kuelewa. And there is, no, there is nothing to do about it, lakini umekataliwa uko tupali, tu pale umekataliwa tu, ukipata umekataliwa pasipo sababu hivo, ukipata watu wanakuchukia tu na hata wengine hawakuelewi lakini unakataliwa hivyo, please, nataka utambue kitu kimoja. Jua kwamba kuna huduma kuu, kuna kitu kikubwa ambacho na Mungu ameweka ndani mwako, ndiposa shetani anajaribu kuleta vita kukupinga. Maana mara nyingi hutaka kuleta vita hivyo kukudiscourage, lakini asubuhi ya leo nakuja kuencourage kwamba usikate tamaa. Kuna watu ambao wamekatalia katika ulingo wa biashara, umejaribu naona unakataliwa tu mpaka unasema ah, you know at times nia shetani ni wewe uthrow in the tower, useme wacha, ah, we wacha hii ndoa ikae, wacha huduma ikae, wacha biashara ikae, wacha... Hivyo ndio shetani anataka, lakini please usiingie kwa huo mtego, keep on pushing on. Watu ambao wamefaulu sasa hivi wengi kwa biashara wereva, unapata kwamba mwanzoni walipata upingamizi fulani, lakini wakashikilia, ndipo sa wamefaulu. Ukiona mtu yani, ukimwona nyani mzee, jua kwamba amekwepa mishale nyingi sana kwa hivyo, wamefika mahali wamepigana vita vingi, ndiposa wamefika mahala ambapo amefika. You know the Bible says that the violent will take it by force, not vitu vitakuja tu kwa mteremko tu polepole. Hapana, vitu vitakuja, kuna wakati sabidi ung'ang'ani uchukue, si kukaa tu ngoje <laughs> Mi nangoja tu mm. Mungu akipenda, yes, lakini pia chukua hatua, usikae tu pale vitu vije. Kuna vitu tabidi vipate kwa mangumi, tabidi vipate kwa you know, unakazana kupata, hutapata birahisi tu. Daudi, unajua tunafurahia sana hadithi ya Daudi tafika, kama tunafurahia vile ambavyo Daudi alifika bahala ambapo akamshinda Goliathi. Hu, unafikiria kile ambacho kilikuwa kinarani kwa mind yake, wakati unapoona Goliathi nambani kimnene kikubwa hivi ana imani anaenda kumshinda, lakini ukimwangalia Daudi kweli, unajua amejaribu kuvaa mavazi ya vita ameshindwa, na anaenda kutana na Goliathi. Goliathi ukisikia historia yake tu, historia tu, historia hm, kama majeshi, watu wazito pale wamekataa. Na, na, na, naanza kufikiria pia discouragement ambazo Daudi alikuwa anapitia, kwa sababu ndio hao wale majeshi kabisa wale wa Israeli wameogopa, wanamwambia sasa, haka, ka, ka kitu gani haka mfalme hapa ametupa mbao. Wewe are you sure <coughs> Anaulizwa, are you sure? Ndugu zake anambia wewe wewe, tunajua hii ni gereno unakuwa nayo wewe, are you sure? na kile ambacho nataka kufanya uko sure kukabiliana na hapa? Hey, si, si, si vile unafikiria. Let me tell you mpenda msikilizaji, ni kuambia kwamba wakati kuna discouragement unapata kutoka kote kwa kote, kuna upingamizi unapata kutoka kote kwa kote, lakini shikilia tu Shikilia tu, so long as Mungu yu ndani mwako, so long as the peace of God, so long as you are sure kwamba ni Mungu anakuelekeza, just go for it. Ni wangapi ambao sasa hivi wako kwenye ndoa, lakini ukijua upingamizi waliupata mwanzoni, ukijua vile ambavyo walipingwa, ai! Kwa hivyo, please, mambo haya yatakuja tu vistarehe starehe tu virahisi rahisi hivi? Hapana, ni wakati mwamini Mungu ndio, lakini tujue kwamba kuna upingamizi na tuchukue hatua mm, sema kwamba mm, liwe liwalo Wacha kaende kaende, unaenda pale, unajua jana kwamba kwa, Mungu akupe hekima ujue wakati upi wa wakutulia kwanza, wakati kwa, upi wakuingia vitani. Na sasa hivi naomba kwamba Mungu akusaidie ukapate kujua kwamba kuna, kuna, kuna vitu utapata vyepesi vyepesi tu hivi, itabidi uingie kwenye vita, itabidi uchukue hatua, usikae tu. Mungu akusaidie mpenda msikilizaji, kwamba kuna watu ukiona upingamizi umezidi usikae tu, ni wakati uendelee kufight. Uzuri ni kwamba Mungu huyu anaruhusu ingie vitani, alafu anasema vita si vyako bali ni vita ni vyangu. Tumwachie yeye atupiganie na mambo yatakuwa shwari. Ukiona pingamizi umezidi hivyo, jua kwamba kuna jambo ku kuna kitu kikubwa ndani mwako. Kwa hivyo usivunjike moyo, keep on pressing on. Bwana akutende wema. Kwa ajili ya muda nusu nifike tu pale na msikilizaji, tuendelee zaidi wakati ujao pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hapa ni VMM na katika yote Bwana akutende wema. Mwenyezi Mungu, naomba ukapate kutuonekania sote, tusaidie. Wakati mwingine upingamizi umekuwa mwingi, wakati mwingine tuahisi kukata tamaa, lakini Baba, naomba asubuhi ya leo may you refreshes may you strengthen us more, may you give us more courage that God tukapata kukabiliana na yote ambayo yanatukumba, yale ambayo baba tunahitaji kushinda, maana the Bible says that the valiant will take it by force. Kama ni pahala ambayo tunahitaji kuchukua kwa nguvu, kuteka kwa nguvu, Bwana tusaidie, tutie nguvu na zaidi. Kwenye maandiko anasema kwamba vita si vyetu, bali ni vyako, tupiganie Bwana. Kwa, kwa we ni mwema katika mwaka huu Bwana hatakaa tu tukikata tamaa, tukiona tumeshindwa. Hatatoka tu kwa ndoa zetu tukaa ziharibike. Hatuacha tu huduma kwa sababu mambo yamezidi. Hapana, Mungu utatusaidia, utatuwezesha kutokata tamaa na kusonga mbele, kwa kuwa we ni mwema na zaidi, unaenda kutupa ushindi. E Bwana, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema, akuonekanie kwa hali zote. Na nikumbusha tu kwamba pote pale ulipo kwamba Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo, ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Enenda kwa simu yako popote pale ulipo, enenda kwa simu yako ambapo paybill namba yetu, unaenda pale kwenye simu, unatupa pale sapoti yako ili baada ikapate kuwa kompliti. Labda ungependa kutuma pale sadaka ya shukrani, ungependa kutuma pale support yako tu, useme e, njili izidi kusonga mbele, ama pia unamwabudu Mungu na matoleo yako, ili baadae ikapate kuwa kompliti. Ni vema tumwabudu Mungu na sadaka zetu. Kwa hivyo, enenda kwa simu yako, toa kila ambacho Bwana amekuwezesha, amekuwezesha shilingi mia moja, mia tano, elfu moja, elfu mbili, elfu kumi, tu support kazi ya Bwana izidi kusonga mbele. Kwa hivyo, popote pale ulipo enenda kwa simu yako, iwe ni hata tithe kwa wale ambao unasema Victor, hapa ndio nimekuwa nikilishwa neno, kwa hivyo ningependa kutoa tithe yangu hapa. Maana eh, huna kanisa lingine ambako unaenda, hapa ndio nalishwa neno, basi ni vema uweze kutoa pale, mpenda msikilizaji, msikilizaji, ambapo paybill namba yetu ni, of course, ninatuma pale kwa paybill namba, unatuma pale kwa simu na kadhalika, support kazi ya Mungu. Tithe unatuma ni 10% of your income, tithe ni 10% na Bwana akasema vipi kwenye maandiko, kwamba ni jaribuni kwa njia ya namna hii. Kivipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo yako. Unapokuwa mwaminifu, Bwana akasema mwone kama namba sitafungua madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka kusiwe na nafasi ya kutosha. Kwa hivyo kama ushaitamani Mungu akupe more than enough, akupe vingi tu, basi wakati ndio huu, unatoa pale kwa uaminifu, ama vilevile vile pia unatoa pale. Eh, anasema jambo la pili, akasema kwamba mwone kama sitazuia, sitazui kuna yule ambaye yupo kutaka kuharibu tu. Kwa hivyo ni vema utoe kwa uaminifu, Bwana atazuia huyo mharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo toa pale sadaka yako, kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako. Just give uone vile Bwana amesema kwenye maandiko vile itakavyotendeka. Wale ambao natizama pale, Mungu akutende wema na zaidi. Unaweza katuma kwa nambari ya Mpesa. Mpesa namba ni 0722 24 39 49, nambari ya simu 0722 24 39 49. So namwona pale, kuna mmoja anaitwa Paprika Nok. Eh, karibu sana e, nam e, vilevile pia kuna Patrick Lu Luvisia Mark nashukuru hao, ameandika jumbe pale wanatupata pale live, nashukuru sana na wote ambao zaidi kutupata pale, na zaidi ni kuambia kwamba kama unahitaji la maombi niandikie SMS yako tuombe kwa pamoja, na zaidi toa sadaka yako tu support kazi ya Bwana, nitakuwa vema zaidi, na vilevile vile pia ili baada ikapate kwa complete, nambari ya M-Pesa ni 0722439 49, nambari ya simu unaweza kutuma pale sasa hivi. Eh, kile ambacho Bwana amekuwezesha mia tano, mia mbili, elfu moja, elfu kumi, mia moja, kile ambacho Bwana amekuwezesha tu na tuzidi na Injili izidi kusonga mbele 0722, 24, 39 49 so 0722, 24, 39, 49. VMM kipenda Victor Mandala kwenye himizo. God bless you. Bye bye.